Itakusaidia wewe kuweza kupata pesa kupitia simu yako ya mkononi. Unachotakiwa kufanya katika website hii ni kujibu maswali au kujibu survey. Kwa kila survey utakayojibu, unaweza kupata mpaka dola 3.5 kwa kila survey ambayo utaifanya. Fun survey to do participate in survey without knowledge first pay get reward with its first payment procedures. Kwa hapo, unachotakiwa kwanza kufanya ni kufahamu jinsi ya kuweza kupata pesa kupitia Yellow Mediaa. Hatua ya kwanza, kama unavyoona hapa, unachotakiwa kufanya ni ku create your free account, create your free account with your email address and be ready to participate in survey. Uh, baada ya ku create account yako hatua inayofuata hatu unachotakiwa kufanya ni kuparticipate in survey okay participate in survey with an account at yellow media explore surveys and to participate in survey to earn money online hatua nyingine inayofuata hatu ni withdraw money once your payment is a threshold try to withdraw it through an online payment method okay enjoy the benefit yellow media brings survey for stay at home okay kwa hapa sasa nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kufanya registration katika Yellow Media ili uweze kupata pesa hapo. Utakuja katika sehemu hii ya get started, uta click katika sehemu hii ya get started ili kuweza kufanya registration katika Yellow Media. register now start making money by completing survey. Kwa unachotakiwa kufanya ni kujaza taarifa zako namna hii. Utafanya registration sehemu hii, uta enter name, uta enter email Enter password then utaklik box hapo then, baadaye hapo utaklik neno sign up. Kwa mimi nitakwenda ku sign up, nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya sign up kupitia platformu hii. Sehemu hii nitaingiza jina langu, let's say Baada ya kujaza taarifa zangu namna hiyo nita click neno hapa. Baada ya hapo nita click neno sign up. The email must contain a valid email address. Okay, kwa email, ngoja turudie email. Then let's say uhm, mm -hmm. <coughs> baada ya kuwata click na ino sign up, kama unavyoona, account creation successful, account created successful. Kwa mpaka hapa tayari nimeshaweza ku-create account yangu successful kabisa. Select a survey below to start any survey and complete as per step, then see money in your wallet today. Earnings, mtaweza kuona hapa uki complete survey na ukaweza kupata pesa zako, basi utaweza kuona earnings zako katika sehemu hii. Kwa mfano hapa, today earnings unaona hapa zero, total earnings unaona zero Team commission unaona pia ni zero lakini withdraw pia unaona yeah, ni zero kwa sababu ndo kwanza tumeanza kufungua account yangu muda huu. Kwa uki scroll down utaweza kuona survey question to complete. Kwa hapa kutakuwa na survey ambazo unataka uzi complete ili uweze kupata pesa, kama unapoona hapa earn up to 5 dollars understanding the type of

order management software tool of 2025 start survey. Kwa hapa kuna survey nyingi kama jinsi unavyoona, na kila survey inakuwa na earning price yake. Kila survey inakuwa na earning price yake ambayo ina range kutoka 4.5 up to 5. Okay, kuna survey nyingi sana hapa kama jinsi unavyoona, kwa una uwezo wa kuingiza pesa nyingi sana kupitia platformu hii ya Yellow Mediaa una uwezo wa kuingiza pesa nyingi sana kupitia platform hii ya Yellow Media kwa ku complete hizi survey. Kama unavyoona survey zipo nyingi sana nyingi sana, survey zipo nyingi sana. Kwa, ni wewe tu na muda wako, unaweza kufanya hizi survey na ukaweza kutengeneza pesa ya kutosha. Latest job opportunity in the United States 2025 start survey. And up to 4.5 best work from home jobs kwa mfano labda nikaonyeshe kitu labda nikachagua survey moja hapa finding a portfolio management software to track investment survey then please wait as you see here check step below for done complete survey hello user you must stay for minimum one minute on last page otherwise your payment will reduce by team now complete survey. step one

step 4 after step 3 you will get a page please stay for one minute for complete task note on board, the last step you need to stay for one minute otherwise task money not added to your account oh, click up on now complete survey ili tuweze kukomplete survey yetu kama jinsi ambavyo tumepewa maelekezo tracking investment with portfolio management software tracking investment with portfolio management software related topics are project resource software audit software portfolio tracker software resource software portfolio management software, utasoma maelekezo haya, benefit of using portfolio management software, pia utasoma perfect for increasing organization and tracking. Kwa hapa sasa, good to enhance decision, perfect, utashuka chini tendele ku scroll down, pricing 95 per year to 10 benefit as you see there keyframe function okay, then utaendelea kushuka chini, tutaanza kusoma maelezo hayo, then related topic art utaweza kuziona tena hapo. Conclusion kwa hapo related post utaweza kuiona hapo, mpaka pale ambapo utaweza kuona link, you need to stay for one minute. Okay, previous post kwa hapa sasa, unachotakiwa kufanya ata click sehemu hii iliyoandikwa next. So see here good return list to remove belly fat survey. Utaweza kuona survey nyingine kwa hapa. Ni jinsi ya kuweza kukomplete hizi survey survey zi zote, unachotakiwa kufanya ni kukomplete namna hii. Need to scroll down until you get the next page. Okay. Uta click tena hapo kwenye next, utaendelea mpaka pale ambapo utaweza kuona na home location contact us, utaweza kuona hapa then okay, kwa hiyo hapa sasa unachotaka kufanya utaklik katika sehemu hii ya kucomplete survey then utaweza kuona haya matangazo ya namna hii. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuklik katika link mojawapo kati ya hizi. Kwa ukiklik, itafunguka namna hii. Baada ya hapo, utaweza kuangalia mojawapo ya linki hizi kwa, let's say klik katika linki hii, kifunguka utaweza kuona namna hii. Baada ya hapo, utaklik neno visit website Kwa hapo utaenda na linki moja baada ya nyingine, utakuwa unafanya namna hiyo ili uweze kufanya hizi survey za namna hii. Ukishakamilisha hizi survey zako zote, basi utaweza kupata hapo. Ukimalize utarudi nyuma, utakuja tena katika hii nyingine, utashuka tena, uta click tena neno visit website. Kwa unachotakiwa ni kustay angalau dakika moja katika kila website ambayo unaivisit, utastay angalau dakika moja katika kila website ambao utaitembelea. Kwa ukitembelea website hii ya kwanza utastay angalau 1 minute katika website hii. Ukienda tena website ya pili utastay tena 1 minute. Website ya tatu, website ya nne, kila website utatakiwa ustay angalau 1 minute, okay? Kwa baada hapo utakuwa umekamilisha kufanya na utakuwa umekamilisha kufanya survey yako kila survey hapo utaipitia, na kila website unayoipitia hapa utatulia angalau kwa dakika moja. Utazifungua zote na utatulia kwa dakika moja. Baada ya kukamilisha hayo, basi utaweza kupata bonus yako au commission yako katika account yako, na utatakiwa kufanya hivyo kwa wakati. Ambapo utafanya survey nyingi, ndipo ambapo utaweza kupata pesa nyingi zaidi kupitia platform yetu hii ya Yellow Kupitia website ya Yellow Media. Utaweza kupata. Na... utaweza kupata pesa za kutosha kupitia Yellow Media okay. Utakapokuwa uta umekamilisha zote hizo utaweza kupata commission zako, lakini pia unaweza uka invite watu uka invite marafiki zako hapa, kama unapoona, ukiangalia, kuna dashboard, kuna payment, kuna work report, kuna my account afu kuna logout. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwenye dashboard, basi ndipo utarudi hapa, lakini ukija hapa kwenye payment taweza kuona available balance, kama unavyoona hapo katika survey ambayo nimezipitia pitia hapo, kama unavyoona tayari nimeshaweza kuingiza available balance ambayo ni dola 0.8 mpaka hapo tayari nimeshaweza kuingiza dola 0.8 wakati nimefanya hizo survey ambazo umeziona nilizopitia, japo ndaka chache nimeweza kupata angalau dola 0.8. Minimum balance kwa withdraw must be dola 500 ili kuweza kufanya withdraw, lazima ufikishe dola 500. Lakini ukiamua kama kila survey unapata dola tano, basi kufikisha dola 500 ni rahisi kabisa, utakapokuwa unafanya survey zako kila siku na kwa muda kwa siku unaweza ukajipangia ukafanya survey tano. Ukifanya survey kumi kwa siku, maana yake survey kumi kwa siku kila survey dola tano, na maana yake dola mia mbili hamsini kwa siku moja. Kwa hiyo ukitaka ku withdraw, utaklik katika sehemu hii ya neno withdraw, baada ya balance yako kuweza kufika dola mia tano. Okay, wallet yako hapo, utaweza baadaye, muda una withdraw, utaweza kupewa njia ya kuweza kuweka Withdraw method katika sehemu hiyo. Hii sehemu ya work report utaweza kuiona hapa, ambapo utaweza kuona today's earn ambao pia utaweza kuona total earn. Total earn kama unavyoona ni 0.8. Team commission withdraw utaweza kuona hapo pia okay. Ukirudi katika sehemu hii ukija kwenye my account utaweza kuona jina la account yako, email yako, namba zako za simu. Utaweza pia kuweka profile picture, unaweza pia ukaweka select country, pia unaweza ukaweka uka update profile, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni rahisi kabisa hii kuweza kutengeneza pesa kupitia platform hii. Asante na karibu tena. Kama wewe ni mara yako ya kwanza, usahau ku subscribe ku like na comment katika channel hii. Karibu na asante.